Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na afya na kutuwezesha kushiriki katika shughuli za Bunge letu tukufu kwa kipindi cha miaka mitano, na nikitaja hapa miaka mitano, nafahamu bunge hili la kumi na mbili limepata fursa ya kuongozwa na maspika wawili. Lilianza kuongozwa na spika wetu Mheshimiwa Job Justino Ndugai. Asanteni sana. Kisha nikapata nafasi mimi ya kumpokea kijiti leo. Asanteni ah, sana, asanteni sana na leo ilikuwa apate fursa ya kuzungumza nanyi lakini amesema kwa kuwa wewe utazungumza basi utazungumza utakayosema ya bunge zima hili la kumi na mbili Mheshimiwa Ndugai tunakushukuru sana kwa utumishi wako kwa bunge hili kwa sehemu ambayo uliweza kuhudumu kwenye nafasi ya spika nawe tunakutakia kila laheri katika yaliyo mbele yako asante sana